Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa, na jina langu ni Joyce Makwata. Tuanze kwa kuangalia hali ya baridi hapa nchini. Tunatarajia hali ya baridi zaidi kujitokeza katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Hata hivyo, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto nane katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Mifumo ya upepo kwa ujumla inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ziwa Victoria na kusini mwa ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika maeneo ya kaskazini mwa ziwa Tanganyika maeneo ya ziwa Rukwa pamoja na Nyasa. Kwa maeneo ya ukanda wa pwani upepo ntajuwa kuvuma kwa kasi ya kilomita arobaini kwa saa, na hivyo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imetoa angalizo la matarajio ya kupata vipindi vya upepo mkali katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Halikadhalika tunatarajia uwepo wa mawimbi makubwa ya bahari katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Hivyo wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi katika maeneo haya wanashauriwa kuchukua hatua stahiki kupunguza madhara ambayo yanaweza kusababishwa na vipindi vya upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa ya bahari kwa siku ya kesho kesho tunatarajia katika mkoa wa Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja pamoja na mkoa wa Dar es Salaam na Pwani tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua kwa siku ya kesho, hali ya ukavu ikitarajiwa katika maeneo mengine ya nchi yaliyosalia. Kufikia hapo, tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini maeneo mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika baadhi ya siku. Hata hivyo, katika mkoa wa Dodoma kwa ujumla tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali ya hewa katika mkoa wa Mwanza ni mawingu kiasi na makavu kwa ujumla kwa siku nne zijazo. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla. Hata hivyo, katika mkoa wa Mbeya hali kadhalika tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya Mkoani Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali ya hewa katika mkoa wa Arusha kwa siku nne zijazo ni mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada kwa siku ya leo. Asante na tunakutakia wakati mwema.